Taarifa mbaya zinadai kwamba aliyewahi kuwa golikipa wa klabu ya Simba na Yanga miaka ya nyuma, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Doyi Moke anadaiwa kuuawa na kuchomwa moto huko Bukavu nchini kwao Kongo. Kwa mujibu wa shuhuda wa tukio hilo, Doyi amefariki kwa kuchomwa moto, huku sababu ikisemekana kuwa alipata tatizo la afya ya akili ambapo alitoka nyumbani kwake asubuhi huko Bukavu akienda kumwangalia mwanaye ndipo akakutana na umauti. Shuhuda huyo anadai kwamba katika mji wa Bukavu kuna wimbi la vibaka wanaosemekana ni wale waliotoroka gerezani, hivyo naye aliunganishwa na vibaka wengine watatu ambao wote wameuawa kwa kuchoma moto. Shuhuda huyo anadai kwamba Doi alifungwa minyororo mikononi kisha kuchomwa moto na wananchi waliochoshwa na vitendo vya uporaji unaofanywa na vibaka hao. kwa taarifa ya Doi ni kweli, bwana Doi kafariki kachomwa moto kama nilivyotuma picha hapo yani. Kwa nafuatilia nijue sababu kubwa ni nini iliyosababisha mpaka achomwe moto. Nasemekana Doyi alikuwa tayari ashakuwa na matatizo ya kichwa, akuwa amesha kuwa na tatizo ya akili yani kama mtu kachanganikiwa vile yani kawa kama, kama mwenda azimu vile. Kwa hiyo alikuwa anatembea barabarani alikuwa anatembea barabarani kama chizi vile. Sasa inasemekana leo asubuhi alfajiri, kwenye mida ya saa kumi na moja alitoka nyumbani kwake, alikuwa anaenda nyumbani kwa mwanaye. Sasa mida ile ya saa kumi na moja ile akawa anaenda sasa, alivyoenda kwa sababu inasemekana huko Bukavu kuna wafungwa wale ambao walitoka magerezani ambao sijui walikimbia walitolewa sasa, wamesha kuwa na tabia kuingilia watu, kuibi, kuwaibia watu vitu, wanaingilia watu ndani. Kwa hiyo wananchi sasa wa, wamejichukulia sheria mikononi, wanasema bwana, watu wanaingilia watu, wanaiba sijui nini, wakikamata wanakuua, wanakuchoma. Sasa katika zile harakati za Doyi asubuhi, kutoka ile saa kumi na moja kwenda kumwangalia mwanaye, alivyoenda huko katika kurudi, ndo akakutana na wananchi waliomchoma. Ni wananchi mona alivyokuwa mchafu barabarani, yuko ovyo ovyo, wakamkamata ndo wakamfunga nini huo mnyororo huo, wakampiga kiberiti. Kwa hiyo wameua watu kama watatu hivi, kwa hiyo ndo chanzo na sababu ya kifo cha Doi jamani. Ni leo asubuhi, ndo Doi kafariki leo asubuhi, na hilo tukio limetokea leo asubuhi. Kwa hiyo wamemchoma moto wakuwa tayari wameshamfunga mnyororo mikononi wamemchoma moto. Doyi Moke akiwa Yanga na Simba alikuwa akiishi mitaa ya Kariakoo kuanzia 1999 hadi 2003. Kwa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo endelea kufuatilia Global TV. Shoga angu <coughs> mambo yamejipa waendelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya sita kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo, sisi tunachangia kidogo tu. We unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo, hilo hilo hilo lishawaka, imewaka. Ndio unacheza na gesi? Basi nipeleke nami nikachukue. Shoga yangu, haya maharage nususaa nyingi yameiva fasta tu. Kwa maelezo yake, chini alipanga pochi za mke wake ili akiwa wa anaungua isisikike harufu ya nyama.